Hela, hela, beautiful people. Mambo vipi? Karibuni kwa mara nyingine kwenye video ya siku ya leo. Unatakiwa kufanya mambo gani ili uweze kuona makalio na hipsi zikiongezeka kwa haraka zaidi kuliko spidi ya tumbo na mikono, ili kile unapotaka kuongeza mwili unaishia kuongezeka zaidi mwili wa juu kuliko mwili wa chini, kwa sababu hauyapi kipaumbele mazoezi unayotakiwa kuyapa kipaumbele, na hata kama unayapa kipaumbele haufuati utaratibu wa mazoezi hayo ambao unatakiwa kufuata. Unatakiwa kupumzika kwa muda gani kiasi gani ili uweze kupata matokeo ambayo unayahitaji. Misuli inajengwa, na misuli ikijengwa, ndo inayokupa shape. Yani makalio na hips ni misuli tunaijenga, ambayo unatakiwa uizingatie, uweze kuongezeka zaidi maeneo hayo kuliko kuongezeka zaidi mwili wa kitu cha kwanza ambacho natakiwa zingatie katika mazoezi ni zoezi ambalo linalenga sehemu unayotaka ikue kwa kiasi kikubwa kuliko sehemu nyingine yoyote, yanalenga zaidi kalio au yanalenga zaidi hips, yani yanayotenganisha, yanaitwa isolation exercises, mazoezi ambayo yana isolate msuli mmoja na mwingine. Mfano wa zoezi hili rahisi kabisa ambayo unaweza ukalifanya sehemu yoyote ni donkey kick. Hili ni zoezi ambayo unatakiwa ulifanya ukiwa umekaza tumbo lako, na unapokuwa unapiga teke juu, hakikisha akili yako ina- ipo pale kwenye tako lako, yaani mind muscle connection. Akili yako iconnect na sehemu ambayo unaifanyia uh, zoezi ili uhakikishe unauhisi, unahisi maumivu katika msuli ambao unaufanyia zoezi unapiga. So, unapigapiga tu mateke kwenda juu, how feel kama hiyo sehemu inafanyiwa zoezi. Ukiwa uko makini, unazingatia zaidi pale panapofanyiwa zoezi, inamaanisha kwamba utajua kwamba umepatia au umekosea. Kwa hiyo donkey kick ni mfano wa zoezi ambalo moja kwa moja linalenga tako. Kwa hiyo utakapofanya donkey kick kwa usahihi, itakusaidia kukuza kalio lako. Zoezi lingine ni fire hydrant. Hili pia ni zoezi ambalo linalenga msuli kwenye hips. Unapofanya fire hydrant vile vile hakikisha akili yako inazingatia sehemu ambayo ilifanyia zoezi. Usiwe unawaza mambo mengine wakati wa zoezi ili uweze kutambua, je, hili zoezi ambalo limeanza ni la hips? Nahisi maumivu sehemu ya hips? Kama jibu ni ndio, basi tambua kwamba unafanya zoezi kosa hili na utakuwa katika nafasi nzuri ya kukuza eneo unalofanyia zoezi. Zoezi lingine ni glute bridge, hip thrust. Haya ni mazoezi ambayo ukiyafanya katika fomu nzuri utahakikisha kalio lako linakuwa kwa kiasi kikubwa, na mazoezi mengine mengi ambayo nitaweka link ya video ambayo niliweka mazoezi yanayo isolate tako tu, tena bila vifaa uh, Haya ni mazoezi ambayo unatakiwa uyape kipaumbele zaidi. Na je, mazoezi haya unatakiwa uyafanye kwa kiasi gani? Mara ngapi kwa wiki ili uweze kuona mabadiliko? Na uyafanye katika mtindo upi? Okay, hivi ni vitu vya msingi ambayo unatakiwa ujiulize na uifahamu kabla hujaamua kuanza programu ya kuongeza kalio na hips. Kitu cha kwanza Haya sio mazoezi ambayo unatakiwa kuyafanya kila siku. Haya ni mazoezi ambayo utayafanya kwa kuruka siku moja moja, kulingana na uzito wa zoezi ulilofanya. Lengo la kuruka siku moja, maana yake ni kwamba msuli wako unapaswa kupumzika, kujijenga na kukua zaidi na ulivyokuwa awali, ili kukupa muonekano wa kalio au hips. Okay. So, usifanye kila siku mfululizo tena, isiwe asubuhi na jioni ukizani kwamba utakuza, kumbe utajidimiza. Na uyafanye katika mtindo upi? Unapokuwa unafanya mazoezi kwa lengo la kuongeza mwili, hususan kuongeza shepo, unatakiwa uhakikishe kila baada ya muda fulani unaongeza ugumu wa hilo zoezi. Kama ulishazoea kufanya mazoezi bila vifaa inatakiwa baada ya mwili wako kuzoea au kuhisi umefikia sehemu amna mabadiliko, hakikisha unaongeza kitu kinachoongeza uzito kwenye zoezi lako, aidha uongeze resistance bands, au utumie vifaa vingine ambavyo vitaongeza shinikizo, au uongeze kiasi cha mazoezi ambayo ulikuwa unafanya mara mbili, tofauti na ulivyokuwa unafanya mwanzo. Ukifanya tu kwa muda mrefu mlako utazoea na utachukulia ni kitu cha kawaida, na kalio lako litaacha kukua, utaacha kuona mabadiliko. Sasa ni hapo, tumeelewana. Kwa upande wa mazoezi ya kuongeza makalio, unatakiwa uzingatie zoezi linalolenga kalio zaidi. Hata kama ukifanya mazoezi mengine, hakikisha haya ni yale ambayo umeapakiambeu na jinsi ya kufanya hakikisha unafanya kwa kupumzisha siku moja moja, na staili yako ya kufanya, hakikisha unaongeza ugumu au intensity ya zoezi uh, uh, kadri siku zinazozidi kuendelea. Kitu cha pili ambacho unatakiwa kuzingatia zaidi na zaidi ni kile ambacho unalisha kalio lako, kile ambacho unapeleka kwenye mwili wako ili kalio lako likuwa Inahitaji protini kwa kiasi kikubwa sana. Pasipo proteini kalio lako litazidi kupungua zaidi na zaidi, na usipopata proteini ya kutosha, ndio maana utashangaa unaongezeka sehemu zisizo stahili, kwa sababu hamna kitu kinachotakiwa kwenda kujenga kwenye kalio. Unakula chakula ambapo vitaishia kuongeza tumbo, mikono na sehemu ambazo hauhitaji ziongezeke. Unatakiwa upate vyakula vya proteini, na mfano wa vyakula hivi ni samaki, nyama, mayai, dagaa, maharage kwa kiasi kikubwa Sizungumzi finyango moja au nusu kipande kivopatio chukua, nazungumzia kiasi kikubwa cha protini. Kama utaamua kuchagua ule kuku siku hiyo, basi sio chini ya robo kwenye mlo moja, na kadri unavyozidi kuendelea mwili wako utazidi kudimandi zaidi protini. Kwa hiyo kama ulikuwa unakula robo, utaanza kula kuku nusu. Hivyo ndivyo kalio navyotakiwa kuongezwa, na kama hauna uwezo wa kupata vyakula vya protini mailia Acha kufanya mazoezi ya kuongeza makalio, kwa sababu utazidi kuyapunguza kama hauyapati protini ya kutosha. Vinginevyo tumia protein powder ambayo hata sisi pia tunaiuza. Kuna protini nzuri sana ambayo itakusaidia kuongeza mwili wako sehemu sahihi kwa haraka, na ukafurahia matokeo yako pasipo kuchosha mwili wako. Hakikisha unakunywa maji ya kutosha kwa siku, so sio so chini ya lita mbili na nusu kwa sababu karibia kazi zote ndani ya mwili wako zinahitaji maji. Regardless ya mazingira ambayo upo, hakikisha unapata maji ya kutosha. Kitu kingine, hakikisha unapata muda wa kupumzika usiku, sio chini ya masaa saba hadi nane. Epuka matumizi ya sigara, pombe, vinywaji vilivyoongezewa sukari. Hivi vitakufanya uongezeke sehemu ambazo hautaki ziongezeke. Na kitu kingine cha muhimu zaidi kama unahitaji kuona mabadiliko, hakikisha wewe mwenyewe unasubira. Yes, jipe muda kwa sababu sio kitu ambacho kinatokea ndani ya muda mfupi. Kama unahitaji mpangilio, um, wa chakula au program rasmi na kama unahitaji protein powder ili ukuzishe kupata matokeo mazuri na kwa haraka zaidi, tutafute kupitia namba zetu za WhatsApp 0683836293. Ukiwa na swali, ongeza swali hapo sehemu ya comment. Na kama unataka zaidi video zenye za aina hii video na like video hii. Kwa sababu uh, video iko na like nyingi ndio mtakavyojua mnazihitaji zaidi na nitatengeneza maudhui ya aina hiyo kwa kiasi kikubwa.